Wakulima wa mwani Jambiani Mfumbu wamesema elimu ya kuwekeza fedha kwa njia ya vibubu mtandaoni itawezesha kuweka hakiba zao na kuondokana na matatizo ya wizi na utapeli. Mwanahabari wetu wa biashara na uchumi Nadhra Abdallah anaripoti. Wakizungumza katika ufungaji wa mafunzo ya siku mbili ya mifumo ya vibubu mtandaoni yaliyoandaliwa na Zanzibar Maisha Bora Foundation huko Jambiani, Mfumbwi na Uzi, wamesema wamenufaika na elimu aliyopatiwa ambayo kwa sasa wataweza kuweka fedha zao bila wasiwasi. Mwanzo tulikuwa ndo hivyo kwenye vikundi, pesa tunaweka kwenye vi, yani vibubu, tulikuwa hatuweki benki wala hatuweki kwenye vikoba kwa hivyo leo tumepata mafunzo mazuri ya kuwa pesa tuweke kwenye kikoba kidigitali. Kwa hivyo tumefurahi sana. Ilikuwa kwa mara nyingi tunazozana kuhusu pesa ehe, wengine wanaweza akakopa hawarudizi, au mshika ufunguo kanaweza akatoa ufunguo wakakopeshana kisirisiri bila kujua sie wanachama. Hapa, tunashukuru sana kutufatia kutujia katika kijiji chetu mkatuka mafunzo mema. Afisa maendeleo jamii na uchumi ZMBF Joyce Dennis amesema ameandaa mafunzo hayo kutokana na kubaini kuwepo kwa ubabaishaji wa uwekaji fedha kwa baadhi ya vikundi vya kina mama, hali inayoondoa uaminifu Tumekuja tukugundua kwamba wakulima wetu wengi wa mwani wanaweka kumbukumbu zao kwa njia za zamani, hawatunzi vizuri kumbukumbu kumbu zao za mauzo, mapato, matumizi, lakini pia uwekezaji wao. Kwa hiyo tukaona kwamba tuki, tuki, tukiwafundisha uwekaji wa hizo taarifa kidijitali itawasaidia kwanza kuweka uwazi katika vikundi vyao, lakini pia kuweza kuwafanya kwamba wawe ni wakulima ambao wanapata taarifa. Meneja wa kampuni ya Yas Kanda ya Kusini, Faruki Ahmed Ibrahim, amesema kwa kushirikiana na Zanzibar Maisha Bora Foundation, wameamua kuwasaidia wananchi kutumia mifumo hiyo ya kisasa kuwa sehemu ya kuimarisha maisha ya wananchi. Hii huduma haina makato yoyote. Uh, unapoweka pesa kupitia mfumo wetu wa kibubu pesa zinawekwa. Uh, makato yatakuja wakati unataka kuzitoa. Zaidi ya vikundi 135 vya mwani vinatarajiwa kupatiwa elimu ya mifumo ya kidijitali ya kuwekeza fedha kwa njia ya mitandaoni Unguja na Pemba. Kwa habari za uchumi na biashara, na Adhar Abdallah wa ZBC.